Naam, kwa hivi sasa naarifiwa kwamba rashi, tunaelekea eneo la Mbeere North kwa Emmanuel To. Manake, baada ya vurugu kutokea mapema hii leo katika eneo bunge hilo, maafisa wa usalama waliweza kudhibiti hali na wapiga kura wakaendelea na kutimiza haki yao ya kikatiba. Na Emmanuel To, kwa hivi sasa tufahamishe kaka. Manake mapema uliweza kupata nafasi ya kuzungumza na wakilishi wa pande zote mbili, kila mmoja akajitetea. Kuna baadhi analaumu mwingine, amesema kwamba tumerekebisha Ha, wanasema wao ni Wakristiano. Kama umesikia kauli hiyo, wako sawa. Sijui kufikia sasa hali ikoje, Emmanuel To? na asante sana Lulu na Rashid. Bila shaka kulikuwa na hali ya hekaheka heka kidogo hapa asubuhi eh, lakini hali imekuwa shwari, kumekuwa na utulivu kutoka eh, wakati huo na kwa sasa eh, wapiga kura wanaendelea na shughuli yao ya kawaida hapa katika kituo cha Siakago social hall ambapo eh, tuliona kwamba eh, mwaniwaji wa kiti hicho cha ubunge katika eh, chama cha UDA Leonard wa Mudende amepiga kura, alipiga mwendo wa saa sita, satano, saa sita hivi, eh, kabla kuondoka na kwenda sasa kuangalia vituo vingine, namna ambavyo shughuli inaendelea. Na kwa sasa kama mwenzangu James anaweza kuonyesha tu, eh, hali ya kawaida tu, eh, watu wamepungua. eh, nimezungumza na maafisa wa IBC pale eh, wakisema kwamba hadi sasa ni asilimia 43 ya wapiga kura ambao wamejitokeza kuweza, eh, kushughulika kwenye eh, kura hii, eh, kabla ya kituo kufungwa mwendo wa saa 11. Eh, kwa hivyo wana saa kama tano hivi, eh, kabla ya kituo kufungwa lakini, uh, IBC ilisema kwamba ikiwa kutakuwa na yule ambaye atakuwa kwenye foleni wakati ambapo kura itakuwa inaendelea kupigwa baada ya saa kumi na moja, ataruhusiwa kupiga kura. Kama kuna kituo kilichelewa kufunguliwa eh, kama ni dakika 30 zitaongezwa juu dakika 30 kuhakikisha kwamba muda ule ambao ulitengwa wa saa hizo zote eh, unatimizwa. Una, una, kwa hivyo kuna mingi tu eh, wagombea wa, wote wa wakuu haswa kwenye eh, kinyang'anyiro hichi akiwemo ni Milton Karish ama Karioki wa chama cha Democratic Party ambaye anaungwa mkono na upande wa upinzani pia alipiga kura yake mwendo wa saa e. Tuliona pia mgombea kwa chama cha kazi akipia, e, anaitwa Duncan Boy pia akipiga kura, na kumeshuhudiwa visa vya utovu wa usalama kutoka katika maeneo tofauti tofauti, e, lakini maafisa wa polisi wamekuwa ange kuhakisha kwamba hali hali ya ushwari inarejeshwa na, e, na tumewaona pia maafisa ama makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC wakiwa wakiandamana na maafisa hao wakienda kwenye vituo tofauti tofauti, vituo 134 e, ambapo kura zinatarajiwa kupigwa kura 55124. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa. Uh, Lulu na Rashid, uh, kwenye studio ni Naam, Uh, shukrani sana Emmanuel. To, na kwa hivi sasa tunaelekea hadi Narok.